Watu wengi tumeweza kushuhudia siku ya jana ya Jumanne, mke kipenzi wa marehemu MC Pilipili aliweza kutoa Dodoma kwa ajili tu ya kuendelea na taratibu uh, zingine za msiba, lakini pia namna ambavyo amefika Dodoma, kila mmoja akawa anajiuliza kutokana na mavazi ambayo alikuwa amevaa. Alipokea matusi mengi sana mitandaoni, uh, kila mtu akiwa anamshambulia uh, na kumwambia kwamba umekosa vazi la kuvaa mpaka uh, kufikia tu, unaenda kwa wakwe zako umevaa trakisuti kama hivyo, ni jambo la kushangaza sana lakini, yote yayote, uh, tunaweza kusema tunaipongeza sana familia ya marehemu MC Pilipili pili, uh, kwani tangu uh, yule mwanamke afike katika eneo la msiba wameendelea kumpatia ushirikiano na hakuna mtu ambaye alitegemea. Watu wengi sana walidhani uh, kwamba uh, mke kipenzi wa marehemu MC Pilipili atakapofika msibani uh, huenda huenda akatimuliwa, lakini pia huenda, kuna mambo mengine ya weza kutokea kwa sababu tu familia ya marehemu MC Pilipili ni kama vile walikuwa wanahisi yule mwanamke ndiye ambaye amehusika katika kifo cha mpendwa wao MC Pilipili, lakini baadaye, baada tu ya tamko kutoka kuhusiana na majeraha ambayo yalikutwa katika mwili wa marehemu na kupatikana kwa taarifa ambazo taarifa hizo zimeendelea kuisaidia familia familia kufahamu nini ambacho kilitokea kwa mpendwa wao kwamba alipigwa kipigo kizito, e, mpaka kufikia umauti, e, ulipomfika. Sasa siku ya leo familia ya marehemu MC Pilipili eh, kutokana na mambo ambayo yanaendelea huko msibani, wameamua kutoa tamko rasmi kuhusiana na mali pamoja na mirathi ambayo itakwenda kugaiwa baada tu ya siku ya kupumzisha mpendo wao siku ya Alhamis kupita, basi kitu ambacho kinafata ni ugawaji wa mali. Sasa katika suala hilo, mmoja kati ya mwandishi wa habari alimuuliza msemaji wa familia ya MC Pilipili alimwambia kwamba kumekuwa na habari inayohusisha nyie uh, kama familia kumgomea mke uh, wa MC Pilipili kufika msibani kwa ajili ya kumzika uh, mume wake. Unafikiri hizo taarifa zina ukweli zinaukweli kiasi gani? uh, moja kati ya watu ambao uh, walikuwa wanasifika sana kwa ajili ya kupenda watu tunaweza kusema ni marehemu MC Pilipili marehemu Pilipili. Sasa inakuaje kuaje familia yake iwe hivi? uh, lakini msemaji wa familia hakupindisha uh, aliweza kunyoosha maelezo na kudai kwamba wao kama familia wanakanusha kauli hiyo, sio ya ukweli na wala haina ukweli wowote. Na yeye binafsi amedai wao kama familia wamempokea vizuri kabisa mke wa marehemu MC Pilipili, lakini pia akawa anadai bado tuna mipango naye mingi sana, ikiwemo ugawaji wa mali pamoja na mirathi. Lakini pia mwandishi wa habari akamwambia, tunaomba ufafanue kuhusiana na mali kwamba mke wa MC Pilipili kuna chochote ambacho atakipata kwa sababu tu ukiangalia E, mpendwa MC Pilipili ameondoka duniani bila hata e, kuweka sawa na mwanamke wake bila hata kusameheana kwa sababu ndoa yao ilikuwa na mgogoro. Msemaji wa familia e, amejibu na kudai kwamba kwa sasa hivi hataki sana kuliongelea swala hilo, lakini kiufupi, e, mke wa marehemu MC Pilipili atapata zile mali tu ambazo e, wameweza kuzitafuta kwa pamoja kipindi wakiwa pamoja na marehemu MC Pilipili, lakini mali zingine za MC Pilipili Pilipili zitaandikishwa kwa majina ya mtoto wao kipenzi, tunafahamu wana mtoto mmoja wa kike ndipo familia imedai hizo mali zingine zitaandikwa kwa majina ya mtoto wa marehemu MC Pilipili pili. Lakini mke atapata zile mali tu ambazo wamechuma pamoja kipindi wakiwa pamoja, kwa sababu tayari ziliweza kusambaa habari zinazohusisha wawili hao kwamba wameachana kwa muda na ndoa yao ilikuwa ina mambo mengi sana na ukiangalia ya msimamizi wa ndoa ameweza kuthibitisha hilo kwamba hawa watu wamekaa muda fulani hawajaishi pamoja, waligombana. Ndoa yao ilikuwa e, ina mambo mengi e, lakini ilitakiwa kusuluhishwa e, lakini mipango ya Mungu ikaingilia katikati na marehemu MC Pilipili akaondoka bila hata kusuluhisha, bila hata e, kupata msamaha kwa mke wake au mke wake kuomba msamaha kwa mwanaume wake. Lakini tunaweza kusema mipango ya Mungu haina makosa. Kila jambo tunaweza kusema lina wakati wake, na kama huo wakati haujafika, basi aliwezi kutimia. Huenda hili swala la kuombana msamaha au kuweka sawa ndoa ya MC Pilipili lilipangwa liwe hivi, lilipangwa liishie hivi. Basi tunaweza kusema, Wabongo, hebu mpumzisheni mwanamke wa watu, naye pia ana damu, naye pia ana moyo, anapoona ya vibaya hebu tumpumzishe, alafu tuangalie familia ya MC Pilipili eh, itamfanyia kitu gani katika masuala mazima ya mirathi, baada tu ya siku ya Alhamisi kupumzishwa katika eh, mahali pake au tunaweza kusema nyumba yake ya milele. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.